Matokeo <coughs> tumeshinda leo mechi ya mwisho, pointi tatu muhimu, pointi smati, pointi bila chenga. Ila hii naomba nitoe katika ombili kwa uongozi wa Simba Sport Club. Simba uongozi mnaokosea, mna, mna mnatukosea si mashabiki zenu. Una maana gani kusema hivyo? Unajua, mpaka sasa hivi mashabiki wa Simba tupo njia ya panda, unanielewa? mm -hmm. Ndugu yangu mm. Yaani ukweli, itabidi kuna muda tukae chini tuongee nini, tuongee ukweli mm. Simba tupo njia panda yani, mpaka sasa hivi mm. hatujui mm. kwamba tunacheza dabi mm. ama hatuchezi dabi mm. Unajua, unapoongelea dabi ya Simba na Yanga mm. unaongelea, unaongelea mechi kubwa sana sindio? Tumekosewa kosa la kwanza, mashabiki wa Simba tumenyamaza kimya, ili kosa tumeliona kwa viongozi wetu ila tumelifumbia macho hili. mm. kosa la pili linatengenezwa. Unajua leo kiangalia, kuna mashabiki wanafanya interview tunacheza mm. kuna mashabiki kwa sikiza, tunakwambia tucheze. Tafsiri yake ni nini? mm. tafsiri paka sasa hivi viongozi wanaweka njia panda mashabiki wa Simba Sports Club. Lakini Mandala, ilielezwa kwamba huu ndo mchezo wa mwisho mkiwa nyumbani kwa maana kwa ya kwamba mchezo wa dabi ya Kariakoo mtakuwa ugenini, shida inakujaje? mm. unapoongelea dabi ya Simba na Yanga maandalizi yafanyiki ya ndani ya, ya uwanja na viongo, yani viongozi na wachezaji na tu mm. dabi ya Simba na Yanga maandalizi yanafanyika ya mpaka nje ya uwanja yani kiufupi kwa mashabiki mpaka mm. dakika hii asilimia sabini ya mashabiki wa Simba hawajui kama tunacheza au hatuchezi mm. tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake mashabiki tunashindwa kujiandaa, kama kwa upande wetu sisi wa mashabiki hmm. Mimi sikufichi hmm. Hizi mechi za Simba na Yanga watu wanaroga shee. Hizi mechi dabi za Simba na Yanga mashabiki wanahangaika wa hizi dabi za Simba na Yanga watu hawalali. wao wanawanyima fursa ya upande. kwa hiyo sisi hatuelewi tunachokifanya kwamba dabi hmm. inachezwa hmm. ama ichezwe. Mi nilipenda kama shabiki wa Simba hmm. nilipenda uongozi ungekuja tu mbele na kudhibitisha tu kwamba dabi tunacheza ili tujue sisi tunafanyaje. kwani kuna sehemu ambapo wamesema eh, hawatacheza dabi ya kajako. Ukiangalia kurasa ya Simba posti ya mwisho hmm. ambayo muongozo wa klabu ni atucheze mechi, narudia hmm. Ukiangalia peji ya Simba ya mwisho hmm ambaye muongozo wa timu kwamba mechi tu hatutocheza, peji ya mwisho, ukiangalia muongozo wa mwisho wa timu. Lakini mashabiki wa simba wengi tunataka tukacheze dabi, ila sisi mashabiki wa simba desturi yetu tunasikiliza nini uongozi. Sisi sio wale mashabiki wa kujiamulia. Kwa hiyo sisi tunafuata muongozo wa nini wa klabu klabu. Ingekuja basi ithibitishe tu kwamba game tunacheza au hatuchezi, sindio, ili tujiandae, kwa sababu, kwa sababu ndugu zetu wanatuzidi nje ya uwanja. Sasa hivi Yanga wanajiandaa wanahangaika, kwa sababu wanaitaka mechi wacheze. Kwa hiyo, Yanga wanahangaika na maandalizi, si mashabiki wa Simba. Mimi nakwambia ukweli, hata baadhi mashabi, ya mashabiki tiketi hawana hayajui dabi kama tunacheza au tunafanya nini mm. Hatucheze tukitaka, tuwafanyie surprise yanga mm. tunaenda kujisurprise wenyewe, kwa sababu mm. wao wanajaa wanjani, tiketi wamenunua mm. na wamejiandaa, wameroga, wamehangaika mm. Sisi tumekaa tujui tunaenda wapi, kwa hiyo tunaenda tunajisurprise wenyewe. Unataka kuniambia mnaamini kwenye uchawi? So, wewe kwenye... mwandishi wa mgeni Tanzania hapa mm. Dabi ya Simba na Yanga mm. watu wanajiandaa ndani na nje mm. yanielewa mm. Dabi ya Tanzania Simba na Yanga mm. watu wanajiandaa ndani ya uwanja na nje ya uwanja mm. vita vifichiki mm. watu wanaroga mechi hizi mm nii mnajiaamasa mna Tanzania hizi um mechi dabi ya Simba na Yanga um Tumekatu... um um watu wanaroga, ndugu zetu Yanga wanahangaika wanaturoga, tumekaa tu hatujui chochote, tiketi hatu anunui, watu hawajui timu inacheza um wala haichezi um mashabiki a kuasikiliza tunacheza aa um hawa wengine uh hatuchezi si nini, tunashindwa ile compound ile umoja ni nguvu yetu, tunashindwa kuionyesha um. Mandala, eh, dakika chache zilizopita, baada ya mchezo kutamatika, Ahmed Ally ameposti na kusema kwamba the end, shughuli imekwisha. Yeye kama msemaji ameposti hivyo baada ya matokeo ya leo, ameandika the end. Tunaweza tukatoa tu taswira gani? Ndio maana rudia, hmm. Klabu ya Simba ndio muda wa kukana na mashabiki wao, kama kweli mechi tumeamua kuigomea, ithibitishe mechi hatuchezi kama kweli kama kweli, hii mechi hatutaki kuicheza, klabu ni muda ya kuthibitisha kwamba mechi hatuchezi. Kama mechi tunaenda kucheza, wathibitishe mechi tunafanya nini, tunacheza. Tafsiri ya kuthibitisha maana yake atuibrandi mechi iyo, anahakikishia mashabiki wako neno moja, twende na neno hilo moja. Leo hii ukisikiliza mpira pesa, wanakwambia tunacheza mechi, Mchungaji anakwambia tunacheza mechi, ukimsikiza mediari zeendi, mm-hmm. si ukimsikia nani huku zzenini nini huku nini, nini tunashindwa kuelewana. Mechi tunacheza tarehe ishirini na tano na Yanga anaenda kufa gudibili. Msemaji wako ka posti zeendi sasa, anabishana msemaji Mwazima, mchungaji hujua, ngoja nikwambie, kuna kipindi huu ndio muda rasmi viongozi wa Simba kukaa na kuambia kuongo, ku yani kuongoza klabu yetu, tujue neno moja, tunacheza ama hatuchezi. Unategemea simba waibuke siku zimebakia chache. Leo hii tunazungumza ni jumapili e, kesho ni jumatatu mwanzo wa wiki. Dabi ni ta tarehe ishirini na tano Jumatano. Mandala, unategemea simba kuanzia kesho waibuke e, na kuzungumzia kwa namna ambavyo mwelekeo wa dabi ya Kariakoo yani sisi sanga tv cha pesa hapo, kuna midia nyingi ge sizioni sisi wana Simba au mimi Mandala hmm. Mimi natamani hii mechi tuicheze, wewe kama mandala hmm. Natamani nikamfunge Yanga pale kwa Mkapa hmm. Na Yanga ana uwezo wa kumfunga Simba hmm. Hii na mimi naongea hapa kwa sababu sisi ni mafrensa wa Simba hmm. Sisi tuna komenti, tunasoma komenti hmm. Ukisoma komenti, asilimia themanini kila mwana Simba anakuuliza hmm. Mandala, mechi ipo tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake kwamba watu hawajui kama mechi ipo au hamna. Klabu ya simba isithibitishe tu, wana simba tunacheza mechi au wana simba hatuchezi mechi hii wetu, hilo moja. Tunavyokaa kimya hivi, tunashindwa kufanya maandalizi kama mashabiki. Hizi mechi za simba na yanga mashabiki wanajiandaa. Mandala pengine uthibitisho ambao mnauhitaji walihitaji labda wamalizane kwanza na kibarua hiki ambacho kilikuwa mbele yao, kwa maana ya ya kwamba siku ya leo, wewe sikiliza, nikuuliza swali mwandishi, klabu imeposti mechi yetu ya mwisho tukiwa wenyeji ni tafsiri nzuri kabisa, kwamba inaelekea tuna mechi apya ugenini. Msemaji ka posti mara mbili, mechi yetu ya mwisho ya nyumbani, wanasimba tujazane, tukaage timu yetu. Posti ya pili, wanasimba, mm, tujazane, tukaage mechi yetu ya mwisho ya leo ana posti kwamba zeendi shughuli imekwisha. Hivi unaelewa vizuri? Shabiki mwenye dii moja anakuelewaje? Sisi wenye dii mbili tunaweza tukaelewa tunaelewa. Ulichokielewa ni kipi? Au ndo maana kwa Frensa, watakao waongelea watu wa nyuma, labda ni maana, inawezekana unaelewa, unatakiwa uwasemee watu wa nyuma, ndo maana wanatuuliza sisi, yaani tukiacha mm. unafiki, mashabiki wa Simba hatuelewi kama mechi ipo au haipo. Sasa wewe mwenye di mbili kwa faida ya e, mashabiki ambao wenye di moja ambao hamkielewa, wanahitaji kujifunza. Mimi nilichokielewa mechi ipo tarehe ishirini na tano. Mimi nilichokielewa mm. Mimi nilichokielewa mechi ipo dabi, dabi ipo. Ipo, lakini kuna mashabiki wapo ambao hawaelewi mpaka sasa hivi dabi ipo au haipo. Mechi narudia mara pili, viongozi wa Simba kielewe hmm. mechi ya Simba na Yanga, wawpe, kea, na Yanga maandalizi hawafanyi wao peke yao na timu. Sisi nini? Mashabiki tuna maandalizi yetu, tunaroga Yanga wanaroga e, huko Yanga wanaangaika hmm. sisi tumekaa tu hapa Simba na Yanga hmm. tamasha la dabi ya Simba na Yanga nini watu hmm. wanaangaika si tumekaa tu, atuelewi kama tunacheza au la tucheze. tumekaa tu, wengi hata tiketi hawanunui. je, hebu waza. kama tunaanza kucheza tarehe ishirini na tano, watu tiketi hawana pale uwanjani. wanategemea Yanga wajae, si mashabiki wa Simba tuwe kumi. timu yetu inajisikiaje? yaani Yanga wajae, wao si tupo kumi. eti kisa tunafanya surprise, surprise. Mandala, unataka kuniambia kwamba msiporoga kwamba mtakwenda? sio kuloga, mpoelewa. nimekwambia dabi ya Simba na Yanga miaka yote mm. Inachezwa ndani na nje Manan... mashabiki wanacheza hmm. Viongozi wanacheza hmm. Timu inacheza hmm. Sasa hivi viongozi wanajiandaa na timu hmm. Lakini mashabiki hatuelewi sisi tushike nini. Mandala, kocha Faldo Davis anaweza akatutafsiria kwamba dabi ipo, baadhi ya nyota muhimu leo hii wamekula benchi, ni maandalizi ya kuelekea. nimekwambia eh. mimi hapo mwenye dimbii, nimekwambia mechi ipo mm. ila kuna mashabiki wanashindwa kuelewa kutokana na miongozo inaotoka tofauti tofauti, zendi manaake, Zendi malaka nini, nini. nini. amediani nani, amediani nani Simba, afisa habari. Ah kama afisa habari anaandika zendi shabiki wa kawaida anaelewaje mm. wawe anakuuza mwandishi mm. Mwandishi wewe ni msemaji wa timu yani unaandika zeendi, shabiki wa kawaida anaelewa nini? Imeisha. Si nini? Imeisha. Thibitisha. Mechi bado siku ngapi? Unatengeneza kitu gani? Unatengeneza nini? Thibitisha mechi ipo tarehe 25. Yanga ni timu ndogo, sio timu ya kufanyia kufanya Yaani tukifanyia surprise Yanga tunajidhalilisha. Yaani, Yanga tangaza mechi ipo, tukampiga pale kwa Mkapa na refa mm. mm. mm. mm. ka injinia Mandala, injinia narudia, refa ka injinia, sisi tunaenda, tutampiga pale mm. mm. wamlete kwa ndege, sizipo ndege, kwani hamna ndege Apande ndege aja akawe katikati na tunamfunga, narudia, na tukifanyia surprise Yanga tumejizalilisha. wow. Yanga ni timu ndogo ndogo ndogo, ndogo. Hmm. Siyo timu ya kuifanyia surprise hmm. Tunatakiwa tuujaze uwanja tukawazomee Yanga. Yanga amesema wachezi mechi, nasema mechi ashamaliza hmm. hmm. Mandala eh, mimi nikushukuru sana nikutakia siku njema. Nashukuru.